Siri kubwa ya fedha ambayo matajiri wanaitumia lakini watu wengi hawayajui. Kabla hujaendelea kutazama hii video, nikuulize swali moja dogo lakini linagusa undani wa maisha yako yote. Kama ungeweza kubadili tabia moja tu ya kifedha leo, ni kitu kipi ungechagua? Je, ungeacha kununua vitu vya anasa? Je, ungeanza kuweka akiba ya lazima? Au ungeanza kujifunza ujuzi mpya? Hebu tuwe wa kweli. Watu hawafeli kwenye maisha kwa sababu hawana pesa. Hapana. Wanafeli kwa sababu hawajui kutumia pesa kwa njia inayowaongezea pesa. Wanaichukulia pesa kama adui, kama mtumishi anayepaswa kuisha. Lakini matajiri wanaiangalia pesa kama mbegu wanaoipanda. Leo nitakufunulia siri ambayo haifichwi, bali imeandikwa bayana kwenye vitabu vingi vikubwa vya fedha duniani. Tumezisoma zote. Kutoka Rich Dad Poor Dad ya Robert Kiyosaki, The Richest Man in Babylon ya George S. Clason, The Psychology of Money ya Morgan Housel, Think and Grow Rich ya Napoleon Hill, hadi Millionaire Next Door ya Thomas Stanley. Siri ni ipi? Ni siri ambayo inafanya matajiri wazidi kuwa matajiri kwa kasi ya ajabu, huku watu wa kawaida wakizidi kukwama mahali pale pale kwa miaka mingi, wakisukumwa na upepo wa matumizi. Na ukiielewa, ukiipokea na ukiishi leo, na kuahidi maisha yako ya kifedha hayatabaki vile vile. Hii siyo motivational talk tu, ni mfumo wa kitabia, ni blueprint ya utajiri. Kosa kubwa linalowatendea watu wengi, wengi wetu tunapokwama kifedha, tunatafuta mchawi Tunaamini kwamba umaskini unatokana na mambo ya nje: malipo madogo tunayopokea mwishoni mwa mwezi, kazi ngumu tunayofanya bila kuona matokeo, serikali na siasa, au uchumi mbaya wa nchi, au jambo baya kabisa, balaa ya familia au laana ya umaskini. Lakini hebu tutazame, vitabu vya fedha vinaonyesha nini? Vinasema mchawi sio wa nje, ni wa ndani. Tatizo siyo kipato chako ni tabia zako. Chukua mfano kutoka kwenye kitabu The Richest Man in Babylon. Mwandishi George S. Clason anatueleza hadithi ya mjenzi wa magari maarufu sana Arkad. Anakiri kwamba hata kama umpe mtu wa kawaida kipato kikubwa sana cha mamilioni hataweza kudumu nacho kama hana nidhamu ya kuelekeza pesa kwenye misingi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu mtu huyu hana uwezo wa kusema hapana kwa tamaa zake. Ndio maana kwenye kitabu hicho yule kijana maskini anafundishwa hivi: sheria ya kwanza, kwanza jipunguzie tamaa zako, ndipo uongeze pesa zako. Fanya tafakari: watu maskini wanapopata hela, matumizi yao yanaongezeka. Wanaita hii lifestyle creep, kupanda kwa gharama za maisha. Watu tajiri wanapopata hela, uwekezaji wao unaongezeka wanaita hii wealth acceleration, kukuza utajiri. Hakuna cha kufanana. Unapoona ongezeko la kipato, wewe unaongeza thamani ya simu unayobeba au ukubwa wa gari unalotaka kununua, au matajiri wanaongeza asilimia wanaoiweka kwenye hisabu au biashara? Hii ndio tofauti kubwa zaidi ya kisaikolojia kati ya maskini na tajiri. Siri kuu ya matajiri, mfumo wa kujilipa kwanza, pay yourself first. Hii ndiyo siri kubwa zaidi inayorudiwa kwenye karibu vitabu vyote vya pesa duniani. Inaitwa kujilipa kwanza, pay yourself first. Robert Kiyosaki anasema maskini hulipa bili kwanza, yaani wanapopokea pesa wanafikiria kodi, umeme, maji, chakula, madeni na kadhalika, na kama kuna kinachobaki, ambacho mara nyingi hakibaki, ndipo wanafikiria akiba. Matajiri hufanya tofauti. Wao hujilipa wao kwanza. Hii ina maana gani? Kabla ya kodi ya nyumba na maji, chakula cha familia, gharama za kila siku na anasa za weekend, data na vocha za simu, usafiri na mafuta ya gari, unajiwekea asilimia maalum ya pesa ambayo inakutengeneza pesa, hata kama ni asilimia tano tu ya kipato chako. Ndio maana matajiri wanaendelea kuongezeka utajiri kwa sababu kila mwezi wao wanajiwekea kile tunaweza kuita mtaji wa baadaye. Huu ni utajiri wao wa miaka tano, kumi na ishirini ijayo. Pia Morgan Housel anaeleza kwamba siri ya pesa sio tu kuwa na kipato kikubwa, ni kuwa na nafasi ya kuamua, freedom and control. Anasema kuweka akiba kunakupa hurua wa baadaye Unapoweka akiba na uwekezaji kwanza, unajipa ulinzi dhidi ya matukio yasiyotarajiwa: ajira kupoteza, ugonjwa, fursa mpya. Wewe unaongeza muda wako wa kuishi bila wasiwasi. Kujilipa kwanza ni kununua huru wako wa kesho. Kanuni ya Babylon inasema tengeneza kibofu chako cha hazina, akiba kwanza na usiache. Anza na asilimia kumi tu ya mapato yako yote. Huna haja ya hesabu ngumu za mabenki huna haja ya kuwa na degree ya uchumi. Unahitaji tu kitu kimoja, nidhamu. Huwezi kuwa tajiri bila asilimia kumi ya kipato chako kufanya kazi kwa ajili yako. Hiyo kumi inapaswa kuwa mali yako, ulichokipata kwa jasho, ambacho hakiguswi na bili za dunia. Ni asilimia ngapi ya kipato chako unafanya kazi kwa ajili ya yelo? Hapo ndipo matajiri hujiwekeza ili wapate kipato zaidi. Napoleon Hill anasema Investment in knowledge pays the best interest. Hii asilimia ishirini inaenda wapi? Kujifunza ujuzi mpya, kozi za online, semina, kuanzisha biashara ndogo au kuimarisha iliyopo, kununua vitabu na kozi za kuongeza elimu yako katika soko. Huwezi kuwa tajiri kama akili yako haikui. Asilimia hamsini, matumizi ya kila siku. Hii ndo inabeba maisha yako ya kila siku. Hapa huweki anasa, hapa unaweka essentials, mambo muhimu: kodi ya nyumba au malipo ya mkopo, chakula na mahitaji ya familia, usafiri na bili za simu na umeme, dhamira. Kama matumizi yako ya lazima yanazidi asilimia ya ya hamsini, unahitaji kupunguza gharama au kuongeza kipato. Tutazungumzia hilo hivi punde. Nne. Asilimia ishirini, raha ya akili bata furaha. Hii ni muhimu sana, watu wengi huipuuza. Mwili na akili vinahitaji dopamini ya malipo. Morgan Housel anasema the goal is to be reasonable not perfect. Hii asilimia ishirini yani kula bata, kununua viatu, kwenda sinema au safari ndogo, sababu usipojipa raha kidogo kwa malengo, utachoka, utakata tamaa na hatimaye utachoma fedha zote za akiba ulizoweka kwa hisia kali za kukata tamaa. Hii ni bima ya kifedha dhidi ya kuchoka na kukata tamaa. Hatua ya kukuza pesa, hata kama unaanza na elfu tano. Vitabu vingi vya fedha vinaeleza jambo moja la msingi: mtaji mkubwa ni tabia, sio pesa. Kama una nidhamu utaongeza pesa; kama huna pesa nyingi itaisha. Hizi hapa na nyini njia tatu zenye nguvu kubwa za kukuza kipato na utajiri wako. Moja, tengeneza income ya pili, side hustle au multiple income streams. Katika Rich Dad Poor Dad, poor Kiyosaki anasisitiza, tajiri hajitegemei chanzo kimoja cha kipato Usiweke mayai yako yote kwenye kapula moja, mshahara mmoja tu. Siku hizi ulimwengu wa mtandaoni umefanya side hustle iwe rahisi zaidi. Social media management: tumia simu yako kudhibiti kurasa za biashara ndogo ndogo. Editing ya simu: jifunza kuhariri video na picha kwa kutumia simu, lipwe kwa ajili ya wajasiriamali. Copywriting, au kuandika matangazo yanayouza affiliate marketing tengeneza commission kwa kuuza bidhaa za wengine. Ku sell digital products, kuuza vitabu vya PDF templates au kozi fupi. Ujumbe mkuu: kila kitu kinaanza na kidogo, anza na kile unachokijua tayari. Pili, jifunze ujuzi unaolipa. Hili linaungana na asilimia ishirini ya maendeleo. Ongeza thamani yako na soko litalipa zaidi. Think and Grow Rich: The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Pata ujuzi kama graphic design kutumia Canva au Adobe. Video editing CapCut au KineMaster, master TikTok, Instagram content repurposing, kugeuza video moja kwa vipande vingi. Chat GPT based services kutoa huduma kwa kutumia uwezo wa AI. Anza kwa kujipa thamani ya soko ya dola 500. Ukiifikia hiyo, ongeza thamani. Tatu, wekeza kiasi kidogo lakini muda mrefu sana, the compounding effect. Hii ni siri kubwa ya compounding. Compounding ni kama magic ya kifedha. Unaweka kidogo, kwa mfano shilingi 2000 kila siku kinakuletea riba na riba hiyo inakwenda kuongeza mtaji wako. Kipato cha mwezi unaofuata kinatokana na mtaji wa mwezi uliopita plus riba yake. Baada ya miaka mitatu, utajiri wako unakuwa kwa kasi ya ajabu. Hata shilingi ishirini elfu kwa mwezi inaweza kukupa uhuru wa kifedha ukidumu miaka mingi. Jambo kuu ni kuanza mapema na kudumu. Muda ndiyo rafiki mbesa wa mtaji wako. Hebu fikiria vijana wawili, Musa na Adam, walianza pamoja shule, walipata ajira za mshahara sawa ya laki nane, katika mji mmoja, maisha sawa, changamoto sawa. Musa aliamua kutumia mfumo wa 10, 20, 50, 20, kwa nidhamu ya chuma. Alianza kwa kuweka asilimia kumi lazima, na ishirini alitumia kujifunza video editing na Canva design Adam alisema mi nataka kwanza maisha yakae sawa, niongeze mshahara alafu nitapanga mambo ya akiba, sasa hivi pesa haitoshi. Adam alinunua simu kali, alikopa kununua gari dogo, na akawa na stresi za kulipa bili kila mwezi. Baada ya miaka mitano, Musa ana akiba thabiti zaidi ya shilingi milioni kumi. Adam ana madeni na mikopo mingi. Musa ana kipato cha pili, anapata kazi za video editing side hustle. Adam hana kipato chingine zaidi ya mshahara. Musa ana utulivu wa akili, Adam ana stress za mwisho wa mwezi anasubiri mshahara. Siri iliyowatenganisha siyo bahati, ni mfumo na tabia. Musa alijilipa kwanza, Adam alilipa dunia kwanza. Kila kitu tumejifunza leo kutoka kwa matajiri na vitabu vyao kina kanuni moja ya mwisho. Kanuni ya mwisho. Utajiri unaanzia kichwani, siyo mfukoni. Vitabu vyote vya fedha vinafundisha kitu moja kinachounganisha lote. Nidhamu ya kudhibiti hisia zako. Mpango. Tabia ya kuheshimu pesa. Kujilipa kwanza. Kuwa sahihi badala ya kuonekana sahihi. Millionaire Next Door: achana na magari ya kifahari na mavazi ya bei gharami, kwa ajili ya kuwa tajiri halisi ndani ya benki yako. Kufikiria miaka tano mbele, sio wikendi ijayo. Huwezi kusimama mbele ya bahari. Ukitaka mji ujengwe, ni lazima uanze kuweka matofali leo. Ukianza mfumo huu leo, hata kama unaanza na shilingi elfu tatu tu utaanza safari ya utajiri. Hii ni uhakika wa sayansi ya fedha. Baada ya miaka michache, utakutana na matokeo yasiyoepukana. Kama video hii imegusa akili yako hata asilimia moja, na kama umeelewa kwamba wewe ndio fundi mkuu wa utajiri wako, jambo la kwanza: simama sasa, chukua simu au daftari na andika mpango wako wa kujilipa kwanza kwa mwezi huu. Anza na asilimia kumi. Jambo la pili, subscribe hapo chini sasa. Kwa sababu kila siku nitakuletea video za fedha, nidhamu, mindset ya matajiri, psychology ya pesa na njia za kutoka kwenye mzunguko wa umaskini. Usikose. Safari ya utajiri ni ndefu lakini, hatua ya kwanza ni wewe kubonyeza subscribe na kuweka bell icon leo. Fanya uamuzi wa kuwa tofauti na Musa na Adam, fanya leo. Na kama unataka kujua njia ya kuanza biashara ya dola mia tano kwa mwezi baada ya miezi mitatu tu, basi fungua video hii hapa chini.